Mungu ametuweka Tanzania nchi yenye neema kuliko nchi nyingi. Mimi nimezunguka duniani, unakwenda nchi unakuta ina rasilimali moja tu, mafuta. Unakwenda Israel jangwani, hawana hata mafuta. Waisraeli wanasema kubeba mzigo ndio maana wamebadilisha jango, linatoa matunda duniani, kwa sababu Mungu amewapa akili, wanatumia akili yao kama rasilimali ndio Israeli ni kubwa kiteknolojia, dunia inaitegemea. Nani leo anasema Waisraeli wamefika pale kwa maombi peke yake? wamefika kwa jitihada za maombi, lakini kufanya kazi na kuwa na kuwa na viongozi waadilifu. Msingi wa taifa hili ilikuwa ni kuendeleza nchi hii. Ndio maana ukiangalia kibuts vijiji vya Israel ni sawasawa na JKT zilizoanzishwa na Mwalimu Nyerere. In fact, JKT zilianzishwa na Waisraeli ndio walikuja kuzianzisha. Kama zingeendelea leo tungekuwa taifa kubwa kiuchumi duniani. Lakini tumefail kwa sababu ya uongozi, watu wetu ni maskini katikati ya utajiri, watu wetu wa watu Watu wetu wanatembea kwenye barabara mbovu, hawana maji, hawana umeme wa uhakika, elimu ume zao Tumekuta tomato sauce ni ya mbembe garden ketchup. Tumeagiza tomato sauce kutoka Marekani, unachukua fedha ya mama wa kera ambaye anadondosha tomato sauce kwenye chips, unaituma kwenda kutengeneza ajira, wakati kuna nyanya na kwa kera zinaoza kila msimu kwa kushindwa kusindika na watu wenye ubunifu. Ukitengeneza kiwanda cha tomato sauce, unapiga marufuku hizo za nje. Hicho kiwanda kitaajiri vijana, mama anayelima nyanya atapata uhakika wa sehemu ya kuuza. Ndani yake yule itaajiri askari zaidi. Kwa hiyo, hatutakuwa na vijana mtaani wanaotafuta kazi ya ualimu, kwa sababu hawana kazi, kwa sababu serikali itakuwa na fedha za kuajiri. Tunachukua hizo fedha tunapeleka Marekani, sisi tunaagiza mchele kutoka Pakistani. Mwaka jana takwimu za serikali agiza mchele wa dola wa shilingi bilioni 269 kutoka Pakistan. Hizo fedha ukiwapa wakulima wa wakela, wakanunua trekta, watazalisha mchele ambao hauna wakupa, wakupapak nainaweza kusimama akasema, hawa watu wako kwa ajili kwajiliy watu wa kere wanachohitaji ni, ni, ni fedha za kunua mbegu, ni namna ya kutoa maji ziwani ambalo liko hapa Nyasa kuwafikishia mashambani. Mchele ni siku tisini. ni mbolea wanachohitaji ni maji. Huhitaji kupeleka hizi fedha nje, unahitaji kuleta kwa wananchi walime, watajirike, wauze, wajenge nyumba, walale sehemu nzuri, waendeshe magari.